sika kijiji kidogo cha wanyama kilichozungukwa na msitu wenye miti mirefu na mito inayotiririka kwa sauti ya furaha, aliishi tumbili mdogo mwenye manyoya mekundu yaliyong'aa mithili ya jua linapochomoza. Jina lake aliitwa Toto Mwekundu. Toto Mwekundu alikuwa anajulikana kwa upole wake, msaada kwa kila mnyama na akili nyingi zisizo za kawaida kwa umri wake. Alijua kusuluhisha mizozo ya wanyama, kuwafariji walioumia na kila mnyama alimpendelea. Mbali na tabia yake njema, Toto alikuwa na kipaji cha kusikiliza sauti za miti na maji. Alikuwa anaweza kusikia na kuelewa maneno ya maumbile. Alijifunza mengi kutoka kwa sauti za upepo, maji na hata nyayo za wanyama wengine. Hiki kilimfanya kuwa mjuzi wa mambo mengi kabla hata hayajatokea. Siku moja, msitu ulianza kubadilika. Miti ilianza kunyauka, mito ikaanza kukauka na wanyama wakaanza kuhama. Kulikuwa na harufu hatari, ardhi ilikuwa inatetemeka. Na nyoka mzee aliyejulikana kama Kongwa alitabiri kwamba kuna moto mkubwa unakuja kutoka bondeni. Wanyama wote waliingiwa na hofu. Viongozi wa msitu walipokutana, waligundua hakuna anayejua la kufanya. Mpaka Toto alipoinua mkono wake mdogo na kusema, "Mimi naweza kuzungumza na mto. Labda atanieleza nini kinatokea?" Toto alianza safari yake kwenda kwenye mto mkubwa wa mdomo mbili, ambapo alielezwa na maji kuwa moto unakuja si kwa sababu ya jua, bali kwa sababu ya mamba mweusi anachimba chini ya ardhi ili kuanzisha moto wake, lakini anaunguza kila kitu njiani. Ili kuokoa msitu, Toto alipaswa kushuka chini kabisa kwenye mashimo ya giza, ambako mamba huyo aliishi na kumshawishi aache, au amtibie kwa nguvu za hekima ya kijiji. Je, Toto ataleta amani? Safari yake ya chini ya ardhi ilikuwa ya hatari ya kuvutia na yenye mafunzo mengi sana. Toto akatumia busara, urafiki na sauti za mazingira kuleta suluhisho ambalo halikutegemewa kabisa na toto. Atamshawishi mamba mweusi, kisha mamba yule ataacha kuchimba shimo, na baada ya hapo, Toto atakuwa shujaa kwa kuokoa kijiji na atapendwa na kila kiumbe kijijini hapo. Je, yeah. Umejifunza nini kupitia story hii? Na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Lakini nikukumbushe usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24. Until next time. Bye bye.